Hello, karibu katika channel yetu ya Elimika. Leo tumekuandalia video video, hii tunakwenda kukuelekeza ni jinsi gani unaweza kujisajili na mfumo kujisa wa PSSSF portal, hivyo usisahau kusubscribe, share na comment kwa kwanza, ndipo tutatoa update nyingine zinazohusiana na mambo ya ajira pamoja na elimu. Sasa, ili kuweza kujisajili utakwenda katika browser yako utaandika kama ambavyo inaandika, utaandika member, alafu utaongezea neno portal, kisha utaweka PSSS ziwe tatu, alafu utamalizia f.go.tz kama tunavyoona katika skrini yetu hii zani inaonekana, baada ya kuandika hivyo, utabonyeza button yako ya search ili kuweza kufungua mfumo huo. Na baada ya peji ya PSSSF portal kufunguka kwa wewe ambaye ya mara yako ya kwanza, utakwenda katika hii button ya sign up. Utakapofika hapo, utabonyeza sign up. Kisha utasubiri peji iweze kufunguka vizuri na baada ya kufunguka, utakuwa na machaguo kama ifuatavyo. Chaguo la kwanza ni membership type. Hapa utachagua memba. Hapo kulipoandikwa memba ndipo ambapo wewe utachagua kama wewe ni mwajiriwa mpya na kwenye national ID utaweka namba yako ya kitambulisho cha taifa kwa usahihi. Baada ya kujaza kwa usahihi, utakuja taarifa za kuzaliwa. Utaweka tarehe utachagua pia na mwezi pamoja na mwaka wa kuzaliwa, na baada ya kumaliza hivyo utakuja kutengeneza password yako. Utaweka password juu pamoja na chini Utakapomaliza kuweka password hapa chini, kutakuwa na button ya register, maana yake ni kujisajili, hii ambayo imewekwa background ya kijani. Sasa utakapobonyeza hapa, ukuamia taarifa nilizoweka nimeweka demo, maana yake sijaweka taarifa Uh, sahihi. Kwa hiyo ninakuonyesha tu na kukueleza ni nini ambacho kitafuatia baada ya kubonyeza register. Utakapobonyeza ili neno register utapelekwa katika peji nyingine. Peji hiyo itakuonyesha taarifa zako kulingana na national ID uliyojaza. Maana yake atakuletea ya jina pamoja na namba ya simu. Sasa pale kwenye namba ya simu hakikisha format pale utakaoikuta futa, alafu anza kuandika namba yako ya simu kuanza na sifuri. Maanake utaweka namba yako ya simu uta, utaweka kwa format ya sifuri, labda sita ngapi ngapi. Baada ya hapo utasubmit. Ukisubmit itakupeleka katika peji ya verification. Peji hiyo watakutumia kodi nne namba nne ambazo utahitajika kuziweka katika u mfumo wao. Namba hizo utakutumia katika ile namba ya simu uliyoijaza. Kwa hiyo ile namba ya simu kama haiko uh, online jaribu kuweka namba ambayo unapatikana kwa muda huo, ili kuweza kuzipata zile kodi utakavyozijaza kwa, kwa usahihi. Kitakachofuata hapo sasa, akaunti yako itakuwa tayari imefunguka, na baada ya kuwa tayari imefunguka unaweza kuangalia taarifa zako kama tayari umeshachangia mara ngapi katika mfuko huu wa PSSSF. Lakini details ambazo utatumia ku login ni National ID pamoja na password ambayo utaiweka katika hatua hizi. Kwa hiyo hizi, kwa kwa hiyo hiyo, hakikisha usahau taarifa. Nakumbusha tena, mwisho wa video hii ni mwanzo wa video nyingine. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment Ilikuwa kwanza pale tutakapo update video nyingine zinahusiana na elimu pamoja na ajira.